Karibu ndugu mpendwa, katika chani yako hii ya maendeleo binafsi, ambao tunatoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake pamoja na kujua uwezo ambao umo ndani yake, na zaidi zaidi inampatia mbinu mbalimbali za kumsaidia kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake, na zaidi zaidi Channel iko pa maalum kwa ajili ya kumsaidia mtu kuimarika kiakili, kihisia, hata pia kiroho. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi unaweza kusubscribe, maana tunakuwa bora zaidi ya channel, ili tunapotoa video uwezi kuwa wa kwanza kukua na pokea taarifa, yani notification. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Jina ni Munguiko Kalaba. Leo tunaenda kuangalia maadui tano kwenye kukua na kufanikiwa kwenye maisha yako, yaani maadui tano kwenye kukua na kufanikiwa katika maisha yako. Jambo la kwanza, kujilinganisha na wengine. Kwa kweli, hali hii mtu akiwa nayo, akuanza kujilinganisha, itaacha yeye anajiona yeye ni wa duni, yeye ni wa chini na haitamusaidia yeye kuvuka na kwenda nyingine hatua. Unamkuta mtu kila mara anajilinganisha na walio juu yake na walio chini yake, na kila wakati anajiangalia yeye hana thamani yote ile. Anajiona yeye ni duni, anajiona yeye hana uwezo, anajiona yeye haiko bora, yaani anajiona kana kwamba wengine wako na neema tofauti na yeye huyo mtu ukiwa mtu wa hivi kwa kweli, uwezi kupiga hatua ama uwezi kufanikisha malengo ndoto maono ulionayo katika maisha yako. Jambo la pili, kujihisi hautoshi, pamoja na kuhisi kwamba hautaweza. Yani unakuwa pale kila mara unajiangalia kana kwamba hautoshi kufanikiwa yaani kama vile wewe ni mlemavu, unaangalia kana kwamba ulemavu wako ndio utakaokuwa sababu ya wewe kutokufanikiwa ama kutokupiga hatua kusonga mbele. Kwa kweli katika hali hii ya kujihisi hautoshi huwezi kufanikiwa, yaani unajiona wewe hauko bora, unajichukia kwa hali uliyonayo, na mara nyingi watu wa namna hii ndio wale ambao utawakuta alikuwa mweusi lakini anaanza kujipaka mafuta ya kumbadilisha, aweze aweze kuongea kama vile mzungu fulani. Yani ukiwa mtu wa hivi, unajiangalia hutoshi, kwa kweli, huwezi kufanikiwa. Na nyingine ni katika mtu kujiangalia kwamba hawezi chochote kile. Unakuwa pale, unakuwa mtu ambaye ukitaka kufanya jambo unaona kama huwezi unataka kupiga hatua fulani, nasema huwezi, kila mara, kila mara. Kumbuka kila kile unachokisema kwamba huwezi kuifanya na ni kweli huwezi kuifanya ama hautaweza kuifanya. Leo hii ukamua kusema hutafanikiwa, na ni kweli, maana wewe mwenyewe unajiwekea mpaka wo kuto kufanikiwa. Lakini ukasema mimi naweza, inakupatia nguvu ya kuweza kusonga mbele, hata kama umekuwa karibia kuweza kuanguka Jambo la tatu na la muhimu zaidi, mtazamo wako hasi. Ya namkuta mtu kwanza asubuhi mpaka jioni, yeye anafikiria mawazo hasi, pense negatif. Ya namkuta mtu anafikiria mambo hasi kila wakati, maisha ni magumu kila wakati, yeye ni masikini kila wakati, anajiwazia vitu ambavyo ni vibaya sana kwenye maisha yake. Kumbuka, kila mafanikio yanaanza na kubadili mtazamo wako wa namna unavyoangalia vitu. Mtu wa namna hii mara nyingi, na hata akenda omba msaada halafu akinyimo, mara nyingi waga, anajiona kana kwamba vile hapendwi, kana kwamba vile ipo kwenye dunia yeye peke. Yani anajiona kama yeye hey, hafai eh, kama jangala, kama kwenye dunia yeye hana <laughs> bahati ama hana nafasi ya kukaa kwenye dunia aweze kufurahia maisha kwa kweli. Ukiwa na mtazamo wa namna hii ni ngumu sana, ndugu yangu, kuweza kupiga hatua na kuweza kusonga mbele. Jambo la ine la muhimu sana, kuwalaumu wengine kwenye kufeli. Yaani unamkuta mtu anakuwa mulalamishi kila mara, kila wakati analalamika ovyo anapofeli kwenye biashara yake anatafuta sababu, anatafuta mtu wa kumsingizia kwamba yeye ndiyo alifanya, yeye ndiyo alifanya. Yani kila wakati hakubali makosa yake. Ukiwa mtu wa namna hii, huwezi kufanikiwa, huwezi kufanikiwa. Hizo, ingia kwenye mahusiano, ingia kwenye ndoa, lakini wewe kwenye ndoa unakutana na mtihani, badala ya kutafuta suluhisho, unaanza kufikiria namna gani ya kuanza kulalamika, kukuwa mlalamishi kila wakati na kila mara hali ya kulalamika kwa kweli haiwezi kukusaidia kufika popote pale unakotaka kufika kwenye maisha yako. Maana ukiwa mtu wa kujilaumu kila wakati kila mara, kwa kweli huwezi kufanikiwa. Maana katika kuwa na biashara, katika kwanza biashara, mara nyingi watu wanahomba, watu wanafilisika lakini kuanguka kwako isio kama isio kama ndio mwisho wa maisha hapana. Lakini mtu wa kujilaumu, yeye anapoanguka, kuliko afikirie kuta kutafuta sababu ilio mfanya aweze kuanguka, anaishia kuwa mtu wa kulalamika na wa kulalamikia watu wengine. Jambo la tano la muhimu sana, kukosa ujasiri na kutokujiamini. Yani anakuwa mtu ambaye anashindwa kujiamini na kujikubali kila wakati. Kumbuka mafanikio yanaanza na watu ambao wanakuwa na msimamo, wanajua kwamba wao mafanikio ni lazima wapo kwa ajili ya mafanikio, hmm. Ni watu ambao wanajiamini, wanajikubali, wanajua nikienda sehemu fulani lazima nitakubalika, anajiamini. Sasa ukiwa mtu ambaye hujiamini na hujikubali, tatokea hali hata ya kwenda mbele za watu, unaona kama vile hutaweza. Ukiwa na hali ya hivi, huwezi kuwasalimia watu kama watu wengi hivi huwezi weza ama kuongea mbele za watu, itakuwia vigumu sana sababu ya kushindwa kujiamini na kujikubali. Ndugu mpendwa, huwezi kufikia mafanikio, maana dunia ya leo ni uwanja ambao watu wanataka kujikubali na kujiamini, hata kama hana kitu, lakini anajiamini na kujikubali na kuwa na misimamo mikali. Sijui katika video hii umejifunza nini, niambie kwenye comment, ndugu mpendwa naye pia nitafurahi kusikia katika comments. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Jina ni Munguiko Kalaba. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.